Ni washukuru watu wa Kilindi, mmekuwa wakweli mno, wakweli mno, kwa sababu mnasema kuna wakati wa wataalamu wanakuja kijiji kingine, viongozi hawaji. Sasa mtaalamu hawezi kufanya kazi yake kama hakuna ushirikiano, si ndiyo? Kijiji kimoja kisipotoa ushirikiano, mtaalamu hawezi kufanya kazi yake kwa sababu swala la mipaka ya vijiji lazima wote mkubaliane. Yeye atawasaidia kuweka alama pale ambapo mkubaliani. Lazima yeye ahakikishe ninyi pande mbili mmekubaliana, ndio aweke alama. Msipokubaliana atarudi ofisini. Akirudi ofisini, amepoteza rasilimali fedha ambazo zimetolewa na serikali, lakini amepoteza pia muda ambao angeutumia kufanya mambo mengine ya maendeleo, lakini amekuja kufanya kazi ambayo haina haizai matunda. Kwa hiyo niwaombe na nisisitize kwenye hii wakapoleta timu ya kuja kufanya hizo kazi naomba mtoe ushirikiano. Mgogoro wa wakulima na wafugaji, kiongozi, kwa kweli ni wa muda mrefu sana hapa kwenye kata yetu au tarafa yetu, lakini hususwani ni kukosa sehemu za malisho. Mifugo ni mingi, lakini haina mahali pa malisho, hili ndio tatizo. Mgogoro huu unakuwa ni mkubwa, unatuletea shida mipaka bado ni tatizo kubwa. Afisa ardhi tarehe tano mwezi wa kumi na moja elfu mbili na kumi na nane amewahi kuwaita viongozi kwenye maeneo haya wakakutana kule Mbogoi, lakini kubwa zaidi alitaka kuwabainishia mipaka ya kijiji hadi kijiji. Lakini kwenye zoezi hili afisa ardhi baada ya kuisoma ramani pale alienda kukwama kwenye kijiji cha Mabaranga. Walimkataa, walisema hawakubaliani na amani, wakati hatua iliyokwene basi ni kupita kwenye pointi. Kwa hiyo vijiji waliokubali vilipita kwenye pointi, lakini mabaranga hawaushiriki zoezi hilo. Watu wachache ndani ya kijiji chetu wameibuka kuwa sumu na kutufikisha hata hatima ya kuishi maisha sababu inaweza maisha ya aili hili. Ninapozungumza mheshimiwa, tumekaa vikao, mimi mwenyewe nikiwa mfuatiliaji wa jambo hilo kwa, kwa namna tu ya kisheria na taratibu, kwenda uongozi wa kijiji kwenda sasa. Tumekaa vikao vya upendo, tukaenda kwa mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya tukazungumza naye, ikafika wakati tukaambiwa kaeni hakuna bughudha lolote na kama kuna tatizo mtakuja kupewa utaratibu wa kutoka. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawapenda watu wake, haitawezekana mkaondolewa bila taratibu, kwa sababu mko kwenye makazi yenu halali.